au kutakuwa na ilani nyingi, sasa nazo zinakutana kule. Sasa inategemeana na mnavyoshirikishana kwamba, kwa mfano, wenzetu wa AZAKI huwa na ilani ambayo inagusia masuala ya watu wenye ulemavu. Ni, ni, ni hatua moja nzuri sana ingeweza kutosha, lakini bahati mbaya hawakutuandaa kwamba ninyi tutawahitaji kufanya hiki, hebu kaeni mahali mje na yeah. walichukua kagazi, nikahusika mwingine na mwingine na mwingine. sasa wale hawakwenda na sauti inayofanana. Tunarudi kwenye suala la one voice alilolisema dada Koga pale yeah. yeah. kwa hiyo kama tunaandaana, tunashirikishana eh, kimkakati inaleta matokeo mazuri zaidi kuliko vile vya Zarura, zarura, uenda isaidia. Asante, muda wetu unakimbia kweli, sikudhani kama utakimbia hivi. Una chochote cha kuongeza kwenye swala hilo kwa dakika moja tu? Asante. Mimi nilitaka kuongezea kwenye swala zima la utashi wa kisiasa. Ah, kazi zetu ziko supported na political will, lakini bado kuna changamoto ukiangalia aa, kwa wanasiasa walio wengi ni kama bado hawajaelewa elewa, elewa role ya CSO hapa nchini. Ukiangalia matamshi yao, ukiangalia milolongo mingi ya vibali, kwa mfano nilikuwa najiuliza uh, juzi kati hapa tuliambiwa wale wote tunaotaka kusimamia au kuwa waangalizi wa uchaguzi tunatakiwa kupata kibali haraka haraka, na wenzangu tukajiuliza, hivi si tumesajiliwa yes kwa mfano labda una projekti ya uraia, umeshapata kibali cha TAMISEMI cha kufanya projekti ya uraia, but again ka activity kadogo ka uangalizi wa uongozi unatakiwa tena ukakatie kibali. Kwa hiyo nikaanza kujiuliza, nikasema do we, do we real uh, kama CSO za Tanzania tunajulikana kwa majukumu yetu na wajibu wetu kwa serikali ama kwa hao wanasiasa. Yes, we have political will. Lakini ni kwa namna gani sasa hii political will? Juzi, ungekasema, pesa za asasi za kiraia zifuatiliwe, nafikiri mnakumbuka ni juzi tu? like, ah, na anasema tusipoangalia zitaingia kwenye, nikasema no reform no election. Ah, hii serikali kweli inatambua, na huyo ni mtunga sera ambaye tunamtarajia sasa atufeve politically atambue kazi za asasi za kiraia lakini pia atusapoti kwenye utendaji wa kazi zetu. Kitu cha pili hapo, nikawaza labda sasa tupate utashi wa kisiasa ili kazi zetu pengine ziwe funded na serikali. Nchi zingine asasi za kiraia zinapata ruzuku kutoka serikalini. Kwa hiyo wakati tunafanya majumuisho ya mjadala wetu kutoka Jumatatu mpaka sasa hivi pia tuangalie kwa namna gani tuko position kutambulika na identity yetu na majukumu yetu kwa wanasiasa. Nitakuongezea. Nilikuwa nataka pia kusamahani na kuinterrupt moderator. Yeah, ni sawa ni sawa Mani, ni mazungumzo. Nilikuwa nafikiria pia kuna na, ameongea point nzuri sana nilikuwa nafikiria pia kwa sisi ambao tumekuwa tukishiriki kwenye jukwaa eh, la mashirika yasiokuwa ya serikali Dodoma, eh, annual NGO forum kwa miaka kadhaa sasa tumekuwa tukiona high profile leaders wakihusishwa kwenye forum hiyo na wakishiriki pia waziri mkuu, kuna alikuja rais pia, kipindi kingine alikuja makamu wa rais. High profile three high profile leaders wameshiriki consecutively kwenye zile annual forum, lakini one of the sessions imekuwa pia ni kuwanazindua ripoti mm -hmm, inao acknowledge mchango wa sekta ehe, mchango wa sekta kwa, ku, kwa kuonyesha tunachangia kiasi gani sio tu kwenye GDP lakini tunachangia kwenye employment sector jobs ngapi tuna create eh, kwa eh, miradi tunao implement ni kwa kiasi gani, na labda maendeleo yanayotokea kutokana na kuwepo kwa sekta ya asasi za kiraia ni, ni kiasi gani. Lakini bado kumekuwa na hiyo changamoto ya NGO recognition CSO recognition unlike private sector ambao wamekuwa wakiwa na ile, nasema nini, public private sector dialogue. Maana yake akitokea mambo ya kodi ile anyo forum ambayo wanaweza kwenda wakajieleza wakasikilizwa wakaweka vipambano na pia wakaweka pressure fulani. Ni, ni jinsi gani na eh, sisi, na sisi tutafika kiasi gani tukaweza kuonekana kwamba bila sisi, kwa mfano, bila sekta hii 1 2 3 4 haiwezi kuwepo kwao. Nadhani kati ya hayo madaraja ya kujenga kati ya faith based organization kati ya CBO, NGO, trade unions pia hizo synergies lazima tuziimarishe na ili tuweze kuwa pia na sauti ya pamoja na kuweza kutambulika kwa, kwa rahisi zaidi. Asante tu. Katika maongezi yote ambayo tumekuwa nayo wiki hii, miongoni mwa vitu ambavyo tumeona kwamba vinahitajika na katika mentimeters ambazo tumezifanya hapa, kuna rasilimali ambazo tunazihitaji ili tuweze kufanya kazi, na miongoni mwa rasilimali hizo zinatoka zingine zinatoka ndani, zingine zinatoka katika utashi wetu sisi wenyewe watekelezaji, lakini zingine zinatoka kwa wafadhili wa namna tofauti tofauti. Jopo langu niwaulize, ni, ni kwa namna gani mfumo wa ufadhili unaweza kuboreshwa ili kuunga mkono mipango ya asasi za kiraia inayoendeshwa kwa muda mrefu, tunaangalia ni kwa muda mrefu, na pia ambayo inaweza ikaleta yale, inasimamiwa na uongozi wa ndani tulisikia Jumatatu, siku ya kwanza kabisa, tukasikia decolonization of funding, tukasikia localization of funding na mengine mengi ambayo tumeyasikia uh, na tuliulizwa siku ile are we at crossroads. Kuna mambo mengi ambayo yalizungumzwa pale, nataka kupata reflections zenu. Kaganzi, najua haukuwepo, lakini hiyo fresh mind ambayo unayo sasa unaweza kujibu hilo swali ukiwa wa kwanza: ni kwa namna gani mfumo wa ufadhili unaweza kuboreshwa ili uweze kuunga mkono mipango ya asasi ambayo inakuwa ni ya muda mrefu na ina usimamizi wa ndani ya nadhani kwa Tanzania, hii ni changamoto kwa sababu hizi asaki zetu zilivyoanzishwa na kushika moto zilianzishwa katika mazingira ambayo ni tofauti na nchi zilizotuzunguka ambazo hazikuwahi kuwa na mabadiliko ya kimifumo ya kisiasa. Sasa sisi kiangalia, kabla ya uhuru tulikuwa na vyama vya wafanyakazi vilikuwa sovoko, tulikuwa na vyama vya ushirika vilikuwa sovoko, na vilisaidia katika kuharakisha kupata uhuru, lakini bahati mbaya, baada ya uhuru kupatikana, hilo daraja likavunjwa, badala ya hivyo vyama kuendelezwa vikavunjwa vikawekwa kwenye miundo ambayo ni tofauti. Sasa hilo lilileta pengo la sisi kujenga uwezo wa ndani, tukawa kwenye mfumo ambao haukuwa umelea AZAKI, tukawa wote kwenye mfumo mmoja. Sasa hata baadaye mambo yaliporudi nyuma kwamba tuanze kuwa na AZAKI, vyama vya ushirika, na, na, na, na, na, na, na vitu vyama vya wafanyakazi, unaona kwamba bado havijasimama vizuri na hiyo inaathiri hata sisi ambao tumejikuta tunaanzisha hizi harakati wa nguvu ya nje. Wenzetu wa nje ndio wana rasilimali fedha na wenzetu wa nne wa nje ndio wanaotunga, uh, wanaoleta ajenda ya wewe kama azaki ufanye nini? Sasa hilo limekuja kuchukuliwa kwa sura tofauti na watunga sera na wasimamizi wa sera hapa nchini kiasi yes, kwamba ikaonekana kama hatuna ajenda ya ndani isipokuwa tuna ajenda za nje. Sasa bila kuwa na ajenda ya ndani, maana yake ni kwamba kwenye hazina ya taifa huwezi kupata chochote. Sasa tunategemea nje kwa asilimia mia moja. Sasa yanapotokea kutokea kule, na wao wakataka masilahi yao yaangaliwe zaidi kuliko ya kwetu watekelezaji. Sasa pale inaleta ugumu ambao tunaweza kusema tuna uhakika wa kupata rasilimali fedha kwa miaka kumi ijayo. Na mwingine akikupa na kuambia, ah, mimi ya kwangu ni ya mwaka mmoja. Sasa ndani ya mwaka mmoja kwa kweli huwezi kufanya harakati zikazaa matunda. Wale wanaopata za miaka mitano na zaidi ya hapo ni asasi chache lakini haraka haraka, ukiangalia sisi tumejihalalishaje mbele ya jamii, hasa wale ambao tunao wawakilisha? Nadhani hatujafanya kazi ya kutosha. Ni taasisi chache hizi za kwetu za za, AZAKI ambazo anaweza kusimama na watu wa, walengwa wakawa nyuma yake, kwamba huyu anatusemea sisi. Walio wengi wanatuona kama tunajisemea wenyewe ni kada iliyo tofauti na wao. Kwa maana hiyo, ili tuweze kubadilisha hiyo hali, nadhani turudi sana kule chini. Hata zile sauti zinazotakiwa kubadilisha sera na mambo mengine ziibuliwe kuanzia chini, badala ya mimi kwenda chini nikaja na sauti yao, ndio nikaenda kwa waziri. Sasa naniona mimi, hamuoni yule aliyeanzisha jambo ham nadhani tukibadilisha pale tukapaboresha na, inawezekana hata milango ya kupata hmm, rasilimali za kuendeshea shughuli za ndani ikafunguka yeah. Asante. Tofauti na hapo nadhani tuna mtihani. Asante, nataka niende kwa mstari kama ilivyo au Jane. Eh, ninaheshimu sana muda wako, pia ninafahamu yeah. Uh, labda niende kwa Jane kabla hatujaenda kwa, kwa Koga ya, yeah, asante moderator. Nilikuwa najaribu kufikiria pia, tumekuwa pia na hii discussion sana tangu nadhani CSO wiki za miaka mingine, namna ambavyo tunaweza kuwa na na alternative alternative au tuka explore kuwa na alternative, uh, funding models zingine. Lakini pia mm, kitu ambacho nimekuwa nikijiuliza sana, ukienda kwenye eh, mashirika kwa mfano ambayo yana membership, membership based organizations mengine yanafanya vizuri sana especially yenye portfolio kubwa ya members, kwa mfano Tanganyika Law Society, sijui kama wako hapa ambao wanahusisha mawakili nchi nzima. Unakuta wana zile fees ambazo wanatoza na zinaweza mpaka wameweza kuwa na jengo lao wakili house. Lakini pia tuna mashirika haya kama ya afya eh, health related organizations, Benjamin Mkapa Foundation, MDH na mashirika mengine, tumeona pia yamekuwa yakifanya vizuri sana kwenye sustainability. Nimesikia pia na Repoa wana modo nzuri sana wana, wana venue, wana premise yao. Juzi ndio tulifanya kikao fulani na watu tulitumia premise ya Repoa na wana hire hizo premises na ina maana wana generate income, lakini imekuwa pia ngumu, especially kwa mashirika ya women-led organization. Sijajua kwa watu wanaoishi na ulemavu namna ya kuwa na zile alternative models kwa sababu kama unapata restricted funding ambayo imebana masharti ya namna ambavyo uj, utaweza kutumia zile fedha ni ngumu sana ku navigate na, najua kaka yetu mtanzania wa Kenya, ameongea endowment fund. Tunatamani kuwa na endowment fund na tumezifikiria sana jinsi ya kuzipata endowment fund, lakini nafikiria tunaweza kuanza kutafuta e, eh, donors ambao ni beyond wale conventional donors, especially tumezoea kuwa na bilateral donors, lakini kwenye ulimwengu mpana eh, wa maendeleo wako ambao ni funders, philanthropists ambao wana portfolio kubwa na wanatoa pesa ambazo ni unrestricted funds. Jinsi gani tunaweza tukatapu kwenye hizo resources? This is an area ambazo eh, tunatakiwa pia kuangalia, lakini nilikuwa nafikiria eneo lingine la muhimu sana ni namna ambavyo tunaweza tukatengeneza eh, financial resilience strategies za ndani ya mashirika E, mimi na dada yangu hapa tulishiriki session fulani ambayo iliandaliwa na Foundation for Civil Society ndani ya mradi mmoja, na namna ambavyo unaweza ukafanya uchambuzi wa taasisi yako na kuijua ina uhimilivu kiasi gani kujiendesha, kama alivyosema kaka hapa, kwa miaka kwa mfano mitano bila kuwa na mfadhili, na tukagundua mashirika mengi hatujaweza kuona huo uhimilivu wa kifedha. Lakini ukiangalia zile steps na namna ambavyo utatengeneza unahitaji inputs, there have to be people, there have to be organizations funders ambao watakubali kuinvest kuleta hizo inputs ili tuweze kuimplement some of these strategies na ndani ya miaka tano kumi tuwe tuna uwezo wa kujiendesha. Nimefurahi pia tumekuwa na mabenki this week, kama mnafuatilia, tulikuwa na sessions za Stanbic. Um, nadhani nimeingia session bills mbili za Stanbic bank ambazo wameeleza namna banki inafanya kazi na products walizonazo ambazo zingine zinaweza kusaidia startups, wale ambao wana small idea na pengine hawana chochote. Mfumo wa central bank sasa unaruhusu kuweza kusupport banks kuweza kusupport startups na miaka kwa hiyo labda tuone namna ambavyo tunaweza tuka explore more, engage na hizi banks, kutafuta alternative ways za kuwa na uwezo wa kupata amana ambazo zitaweza kutusaidia kutengeneza vituo vyetu kuwa na centers zetu na kuwa na social enterprise models ambazo labda tunaweza tukawa tunachaji kidogo. Nilikuwa legal aid provider zamani, moderator. Tulikuwa tunatoa legal aid service bure, mwanamke tu anapanga foreign anakuta lawyers wamejaa pale Women Legal Aid Center Kinondoni, akiingia tu kila kitu paka wakili bule, ikaja hiyo kutesti modo ya kwamba akifika pale alipia hata fotokopi ya ile document yake ya kuendea mahakamani, achangie tu hicho, vingine atapewa bule. It's not easy. Watu kuwa shift toka kwenye mentality ya kuwapa kusema sasa wewe utachangia kwao, nafikiri kwamba tuanze labda kuibuild hiyo eh, gradually na in a way kwamba ambayo haita create additional burden. For example, for vulnerable and marginalized members kwamba tuka introduce vitu ambavyo vita add more burden kwao, nadhani pia ita counteract kile kitu ambacho tunataka kufanya, but we can try some of those models na ku learn from others pale ambapo wamefanya vizuri tuka scale. Nadhani hiyo ndio faida ya pilot, uh, projects. Unaanza kidogo, unapima, unaona kama hiki kitu kinawezekana and then unakifanya tunaweza kujifunza kutoka kwenye hilo. Naomba kusikia kutoka kwako. Asante moderator. Uh, mimi uh, ninavyoona uh, kwa wadau wa maendeleo na wafadhili wetu, ni kama ninataka kushauri na wao wa change mindset. Tumekuwa tukiambiana sisi hapa to change mindset, lakini dona ambao wanawezesha kazi zetu, i think they need also to change mindset kutoka kwenye kusupport project, pengine wa support strategic plan za mashirika na, oh, kutoka kwenye yes, kwenye kuwa na kwamba ni lazima kifanyike hiki na hiki, basi labda wa allow unrestricted, ili sasa, kwa sababu hakuna sehemu inaanza bila input. Kama alivyosema Jen, tutaongelea hapa resilience, tutaongelea sustainability, but where do we start to sustain ourselves? Maana yake bado tuna utegemezi ili tuweze kujitegemea. Tumeongelea mambo ya social enterprises. CSO wiki iliyopita iliongelewa sana, but where do we start to establish the social enterprises? Kwa hiyo nilikuwa ninataka kushauri, uh, mechanism ya funding itazame kidogo kutuletea sustainability ili baadaye tutembee kwa miguu yetu. Uh, kakangu hapo amesema ni nani kati yetu dona akikata anaweza kusustain shirika hata kwa mwezi mmoja, alituuliza huko ndani. Nafikiri ni watu wawili walinyosha mkono. This is very dangerous. Jana pia nilishiriki uh, uh, session ya ndugu zangu kutoka TAMISEMI wameboresha ule mpango shirikisho wa upangaji mipango kwenye ngazi ya vijiji na jamii. Lakini kwenye slide zake naye akasema limited fund ya kuimplement ile modo ambayo imeboreshwa. Sasa unaanza kujiuliza. Serikali inalia kilio tunacholia sisi sisi kama asasi za kiraia tunalia kama wanavyolia serikali na jamii ambayo tunataka kwenda kuisemea au kuifanyia haya mazuri, nao wanalia kama sisi. Nikajiuliza sasa, hapa nani atamfunga mwenzie kengele if serikali na yenyewe inatuambia natuambia bado hawana pesa. Tena akaenda mbele zaidi, linchi hili nilikubwa mno, hatuwezi kuimplement hii model ukisikiliza ni nzuri mno. Sasa ni lini tutafika kwenye what so called participatory planning au kuengage ma mawazo ya community kwenye national budget? Kwa hiyo pia, uh, donors waliopo hapa, partners, collaborators wote wafikirie kutusustain zaidi, na sio project ikiisha, impact imepatikana, alafu impact inasahaulika. Ni hayo, asante sana. Nadhani mimi maswali yangu kwenu yameisha. Lakini kutokana na maswali haya haya ambayo nimewauliza panelists, ninapenda kusikia kutoka kwenu. Si maswali kwao, lakini ni michango ambayo inajazia pale ambapo wao wameishia. Kwa hiyo ninaomba wale wenzangu waliobeba microphone kwa haraka sana tuchukue michango mitatu na uh, tutaipokea hapa kabla sijaruhusu jopo hili hapa kumalizia. Wenye microphone tafadhali kuna mkono pale tunataka kusikia michango yenu na nyinyi kutoka kwenu. Tunataka kusikia asasi za kiraia zinawezo uhusiano imara kabisa, ambao unaweza kuleta mabadiliko ya kimkakati. Asante yeah. Naitwa Deo Bwire, natokea LHRC. Kwanza niwapongeze wanajopo kwa mjadala mzuri sana na points ambazo ni za msingi. Uh, nataka nizungumzie maeneo mawili tu kwa muda mchache kama ulivyonipa. Uh, nimependa swala la mitandao lilivyokuja uh, kwenye discussion lakini, naomba nisizame sana huko, kwa sababu tayari wanajopo wamelizungumzia, lakini mimi ninadhani kama ambavyo tumekuwa tukiongea jana na siku nyingine, inavyoonekana kuna mifano ambayo inafanya kazi hususan, kwa mfano kama tukizungumzia swala la kufanya kazi kwenye mitandao eh, labda labda zaidi kwenye advocacy, kuna mifano ambayo tayari inafanya kazi hususani hizi loose au issue based coalitions. Nadhani sasa ifikie wakati tu, tuwe na documented uh, documentation ya hii mifano ili iweze kutu guide namna bora ya kwenda mbele hususani pale ambapo tunakuwa tuna jambo tunataka